habari ya watu waliokufa, habari ya watu waliopotea, mpaka nalisi zimetolewa. Inavyoelekea serikali imegoma kusikiliza. kama tulikuwa tunasikiliza, yamkini yale tungezuia asingefika pale. Sasa, sasa hivi nafikiri unasikiliza? kwa sababu hata mapendekezo ya tume ya haki jinai hamjayafanyia kazi mpaka leo, mnasikiliza? swala la kwanza hilo. Swala la pili inajazilizia pale balile hapa umekuwa very eloquent kutueleza madhara ya yaliyotokea 29 Disemba, vituo vilivyoharibiwa, Oktoba 29, vituo vilivyoharibiwa nyumba, magari, mpaka pikipiki. Kwa nini kigumizi kutuambia waliokufa? Ficha nini? Kwa sababu waliokota maiti, samani mwenyekiti, waliokota maiti ni polisi